Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wassalamu ala khairu khalkihi nabiina sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ndugu viongozi wa msikiti, ndugu waumini wenzangu, nyote kwa pamoja, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. La kwanza niungane na nyinyi kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumshukuru Mwenyezi Mungu wa kutujalia fadhila hii ya uzima tukaweza kusali sala hii ya Ijumaa katika ardhi tukufu ya msikiti huu. Tumshukuru kwa sababu tunao wenzetu wengine ambao nao walitamani hili walipate, lakini kwa sababu ya dharura mbalimbali mbali, hawakulipata. Tuwaombee dua Mwenyezi Mungu aondolee dharura zao ili itakapokuja tena basi waipate sala hii lakini, tumshukuru pia Mwenyezi Mungu, tunao wenzetu wengine ambao wao inawajibikia sala hii na hawakuwa na dharura yoyote, lakini tu imewapitikia, hawakuweza kuja kusali sala hii na pengine na sala nyingine pia hawazipate. Hawa wana hasara kubwa zaidi. Tuendelee kuwaombea Mwenyezi Mungu nao awaondolee kiza walicho nacho, ili nao wazipate ibada hizi. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, naomba kwa dhati kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru viongozi wa msikiti kwanza kwa kuendelea kututunzia hazina yetu hii ya msikiti huu ambao ni alama yetu kubwa, watu wa mji wa Wete katika jambo la imani, kwa sababu si pahala tu pa kusalia, lakini ni taasisi ya kuendelea kuitunza imani na kuijenga na kuilea. Tuwashukuru, tuwapongeze kwa kazi kubwa wanaoendelea kuifanya na, na Insha Allah Mwenyezi Mungu awaendelee awafikishe wafanye kazi hii muhimu sana. La pili leo ni siku ya Ijumaa. Na siku ya Ijumaa tumefaradhishiwa kuwaidhiwa. Na alhamdulillah Khatibu kafanya kazi nzuri ya kutuwaidhi kupitia hutuba mbili, nakatwambia jambo kubwa la muhimu sana la kwamba mwislamu hakuna kukata tamaa. Akikata tamaa ajiulize kwamba ana mushkel katika imani yake, haitakiwi. Sasa mimi sitaki nitoe hutuba ya tatu, maana hizi mbili zilizofaradhishwa tayari zimesha zimeshakamilika, na tumeambiwa jambo muhimu sana, lakini mimi nataka labda niongeze tu kidogo, kuongezea katika mnasaba haya tuliyoambiwa hapa. Ndugu zangu, katika miezi takriban sita iliyopita, tulikuwa katika nchi yetu kila tukikutana na hasa katika nyumba za ibada, tulikuwa tunahimizana kuiombea nchi yetu salama, tupite katika jambo lilokuwa limetukabili la uchaguzi mkuu, tupite kwa salama. Tumeshirikiana katika hilo, tumeomba ndani ya misikiti, nje ya misikiti, na Mwenyezi Mungu alhamdulillah Tumshukuru sana kwamba hatimaye limepita na limepita tuseme kwa salama. Eh, wengine watasema salama ya barawa kuwachwa, eh, roho mali ikatwawao siku. Lakini tuseme kwamba imepita salama alhamdulillahi, eh roho za watu, nafsi za watu Eh, miili ya watu, mali zao na heshima zao, kwa kiasi kikubwa zimesalimika. Lakini sote kwa hivyo, kwa hili ni wajibu wetu tumshukuru Mwenyezi Mungu, maana sote tunafahamu yangeweza kutokea, kwa sababu waliokuwa na dhamana ya kuyatunza hayo yasitokee madhara yasitokee, bahati mbaya, sote tunajua kwamba hawakuchukua dhamana hiyo, ni kwa sababu tu sisi tulio wengi, na mimi nasema, na kwa kupitia kwa dua zetu, Mwenyezi Mungu katujalia, tumelipita hilo kwa salama. Kama kulikuwa na mitego, tumeitegua. Kama kulikuwa na kuchochewa umekutegua kama kulikuwa na kuchokozwa hatukuchokozeka. Eh, kama kulikuwa na kusukumwa tulisimama imara alhamdulillah. Tumelivuka hili salamu, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini sote hili lilikuwa ni wenyewe, na tunajua yaliyopita hata tukiyenyamaza za kimya, kwa sababu yaliyotufika ni sisi tuliyoyaona ni sisi, tunaosononeka ni sisi, tunaumia ni sisi, lakini na pia tunaofurahi eh, kwa kupata ni miongoni mwetu, vile vile ni sisi kwa sisi. Sasa tumepita kwa salama, lakini kuna moja ambalo mimi na, na, nasema Mwenyezi Mungu katupa pengine wenyewe hatukuwa tumemuomba lakini kwa dua zetu Mwenyezi Mungu katujalia tumelipata, na inawezekana mpaka sasa hatujatanabahi kwamba tumelipata, lakini kwangu mimi ukiniuliza, hili ni muhimu sana, na niwaombe ndugu zangu Waislamu, hili tushikamane nalo na iwe ni funzo na funzo hili iwe ni waidhi, na waidhi huu basi twende tukaufanyie kazi. Tukiufanyia kazi, mimi ninaamini kwamba huko tunakokwenda hatutofika, wakati wa uchaguzi tukakaa roho juu. Hautofika wakati wa uchaguzi tukawa tuna wasiwasi. Hautofika wakati wa uchaguzi nchi yetu ikawa ina yumba, haijulikani kutatokea nini baadaye, kwa sababu hilo linawezekana. Wenzetu tena wasiokuwa na neema hii ambayo sisi Mwenyezi Mungu katupa ya Uislamu, wenye kitabu bora, wenye mwalimu bora wa kusomesha kitabu hicho kwa kauli zake na kwa akhlaki zake, tuna walimu bora ambao wamemrithi mwalimu wetu wamemrithi mtume wetu. Hawa wote wametufundisha. Wenzetu ambao hawakupata faida hii wameipata, wanafanya shughuli zao kama za uchaguzi kwa salama, waliokuwa hata hawana hawa, hawa akhlaki kama za kwetu. Sisi ndio ambao bado tuna kwenye majanga tulilolipata, na mimi naomba iwe ni waidhi wetu tulifanyie kazi. Mwaka ishirini ishirini ndugu zangu tulipata maafa makubwa kwa sababu ya uchaguzi, sote ni mashahidi. Lakini mwisho wa uchaguzi tukasema, na mpaka karibuni tulikuwa tukisema kwamba tulifanywa yale na watawala waliotoka nje ya Zanzibar, au sivyo? Tulikuwa tukisema eh, tuliletewa majeshi tuliletewa watu wakafanya visa vile, wakayafanya yale, na hata waliokuwa wamechukua dhamana ya kutuongoza nao wakisema hivyo hivyo kwamba yale hatukuhusika, wale hat, yale hatukuwemo. Lakini Mwenyezi Mungu, kwa kupitia uchaguzi huu katuambia, katuonesha tatizo letu na kwa kulijua tatizo, mimi ninaamini tuna nusu na robo ya suluhisho ya tatizo. Alichotuambia Mwenyezi Mungu, alichotuonesha, alichotufunulia ni kwamba hili tatizo ni lenu wenyewe, maana waliofanya yaliyofanywa mwaka huu ni ndugu zetu wenyewe, ni wajomba zetu ni kaka zetu, ni jirani zetu, ni ami zetu eh, ni shangazi zetu. Wengine ndio waliofanya haya kwa mikono yao, kwamba tumetoka salama, lakini tumeingia. Yaliyotokea katika uchaguzi yanatuambia kwamba tuna tatizo kubwa sana mbele yetu, kwa sababu sasa ili tatizo liko mikononi mwetu, limo miongoni mwetu, na nila hatari zaidi. Hatari kwa sababu linakwenda kwenye imani yenye mizizi ya imani yetu. Leo tuna wenzetu ambaye, tuna mtoto mdogo leo, ni watoto wetu wamechukuliwa, wakafanya mambo makubwa ambayo yanaonyesha kwamba imani zetu zimetikisika. Tuna watoto wetu wa kike wameingia, wameingizwa na kwa mikono yao wameyafanya waliyoyafanya. Tuna viongozi wetu eh? Tuna wenzetu haya, wameyafanya kwa mikono yao yeah. Tumefika pahala leo, tumemaliza uchaguzi lakini tumeona tuna ndugu zetu ambao hawajali kwamba mtu apate jambo eh, lililokuwa kalipata kwa haki, kwa mujibu wa taratibu mlizowekeana. Maana shuruti hata kama hazimo ndani ya msahafu, au sivyo, hata ha kama hazimo kwenye, lakini shuruti ambazo waumini mmewekeana, mkakubaliana, mzifate katika kufanya jambo lenu, hiyo ni sharia na kwenda kinyume nayo, maana yake hiyo ni khiana. Sasa leo, ndugu zetu wako ambao wamekwenda wamepata, leo tutakuanzia kishuku, leo tunaoita waheshimiwa, lakini sote tunajua kwamba uheshimiwa huu <laughs> na mushkili, maana tunayajua aliotokea unakwenda kuishi katika maisha ya kinafiki mwenzako, anakuja unamsimamia, unamwita mheshimiwa, lakini rohoni mwako una jina jingine unalomwita, au sivyo? Lakini kama nchi mnakwenda kusimamia mambo yenu chini ya uongozi uliopatikana kwa taratibu hizo Kuna watu leo wamefika pahala anapewa waidhi na mama yake, mwanangu usende kwenye hili jambo, hili ni dhulma. Anamwambia niachie mimi mwenyewe, wewe yako amekwisha. Na huyu leo ni kiongozi anakuja kusimamia mambo yetu. Sasa mimi nasema kwamba Mwenyezi Mungu alilotufunulia kwamba tumejua kwamba kumbe tatizo haliko nje, tatizo ni letu wenyewe. Na tatizo hili limekuja kwa sababu misingi yetu ya imani, mizizi yetu ya imani imeyumba. Mwenye imani aliomkinai Mwenyezi Mungu, mwenye imani anayejua kama Waislamu tunatakiwa tufanye kitu gani, tusimame katika misingi gani, hawezi kuyafanya haya ambayo yamefanyika. Kwa hivyo, kikubwa, naamini kwamba tuna kazi ya kwenda kuifanya, na kikubwa zaidi kwamba kazi hii tuifanye, kunyoosha watoto wetu, malezi yetu, kuwanyoosha wenzetu, ili tupate kunyoosha nchi yetu. Kwa hiyo mimi, ninachoamini imani yangu ni kwamba tuna jambo Mwenyezi Mungu katuonesha na katuonesha kwamba huko tunakokwenda, kama haya hatukuya nyoosha, kama haya hatukuyakataa kwa kauli moja, tuna uwezo wa kuyakataa. Na kama hatukuyakataa, basi huko tunakokwenda tuna hatari kubwa zaidi. Hii ni wajibu wetu, hii ni dhamana yetu, hii ni dhima yetu. Sote naamini tukitekeleza wajibu wetu, basi tutavuka kwa salama na kweli tutabaki katika salama ya kweli. Lakini la mwisho, nimalizie kwa sababu wenzangu walinipa dhamana katika huu msukosuko tuliopita, na hapa tulipopita, niwaambie yale tuliyoambiwa, kwamba la muhimu katika hili, tuendelee na subra, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu sisi mliotupa dhamani, hatujakaa kitako wala hatujapumzika. Tunatafuta nchi yetu ibaki katika salama na iwe salama ya kweli, kuwe na amani, kusiwe na kimya. Tunalifanya kwa juhudi zetu na pia kwa kutawakali kwa Mwenyezi Mungu, tukimweka Mwenyezi Mungu mbele, imani yetu kwa sababu dhamira yetu ni ya kweli, ni ya dhati imani yetu ni kwamba Mwenyezi Mungu atatuongoza ili nchi yetu tuweze kuirudisha tena katika misingi eh, ya haki, misingi ya amani, ili tuweze kweli kupata ustawi katika, katika nchi yetu. Nachowaomba ndugu zangu, mwendelee kuiombea dua nchi yetu na mwendelee kutuombea dua sisi ambao mmetutwika mzigo huu basi Mwenyezi Mungu na sisi atuongoze atunyooshe ili tuweze kupata kitu ambacho kitatutoa hapa, isiwe labda tumepata leo cha kupata, iwe kama mtatago a iwe hasa tumepata jambo suluhisho la, la kudumu, tusiwe tumepata mtatago wa kuvuukia mara moja tupate eh, suluhisho la kudumu, nchi yetu irudi katika misingi ya kistaarabu.